Kutengeneza faraja kwa yatima. Kwa hiyo ikiwa thamani hii Mwenyezi Mungu ameizungumza kwa mayatima, mimi na wewe tukawa tunawadharau, tunawasumbua, hatuwashughulikii mayatima, tunakula, tunamwaga vyakula, tunavaa na nguo zinabaki kabatini, halafu mwenzako yatima anatembea kanzu ya kwenda chuoni imechanika hapa. Wewe nguo naharibu, wewe uwezo unao wewe huna habari nao kabisa, umewatupa ukadharau. Kuna hatari ya kuingia mtu kwenye kundi la kukadhibisha siku ya malipo. Hatatangaza mbele za watu kwa mimi nakadhibisha siku ya malipo, lakini atakuwa amefanya kitendo cha kudharau mayatima, mayatima ambao watampanisha daraja mtu siku ya malipo, fa amma al yatima fala taqhar katika kumtetea yatima, mtume sala salam, naye mwenyewe mtume alipita huko katika uyatima sana. Mtume, uyatima wake mzito mtume Muhammad sala salam, wulida wakad tuwufia abuhu, kazaliwa mtume hali ya kuwa baba yake kasha kufa. Yani mtume baba yake hajamuona hivi, labda kamuona kwa njia nyingine, baba yake mtume kamuona kwa njia nyingine za batini, hajamuona hivi kwa sababu alipozaliwa mtume swalla salam baba kasha fariki mama hajakaa naye sana mama kafariki mtume alipitia mikono ya ulezi wa watu kalelewa na halimatu saadi radhiallahu anha kalelewa na babu yake kafa akachukuliwa na ami yake lakini mama yake mapema kafariki kwa mtume alikuwa yatima kwa maana yatima akazungumza katika Qur'ani, fa ammal yatima fala taqar. Mwenyezi Mungu anakataza yatima, usifanye nini? Usimuone, usimuone yatima. wa ammasaila fala tanar, muombaji usimkaripie. Kaja mtu kuomba, omba omba, tokeni hapa! Umjui huyo, biashara yako, pengine sikio ndo mtihani wako muda mwingine, inshallah, sasa hivi tena unayemuona usimdharau katika staili hiyo, biashara yako inaweza kufilisika yote yote, hujui kaja kiumbe gani kukuomba. Allah anatufundisha adabu na nidhamu za kuwajali watu hata sio wajua, hasa ukiwa mtu humjui, ndio kabisa uwe makini. Kwa hiyo Allah akamtaja mtu wa kwanza, fadhalika alladhi, basi huyo ni yule ambaye yadu'ul yatim, anamsukuma nani yatima. Kwa hiyo atakiwa pia tutumie ndimi zetu kuambia matajiri walionazo fedha, hata wasiokuwa matajiri, mwenye uwezo hata mdogo. E bwana, sikukuu hii vipi? Tafuta angalau yatima mmoja umvishe nguo, jisikie fahari umemvisha. Kuna yatima anacheka, anakenua, anatabasamu kwa sababu kavaa nguo mpya walomvisha wewe, jisikie fahari, jisikie fahari kumwona yatima anatembea kiatu ulichomvisha wewe Sio jambo la matajiri kuna watu tuna fikra mbaya sana, kwamba labda matajiri ndio wakae wafungue vituo watoe bahasha kwa mayatima. Hata wewe uliopewa shilingi mia tano, tengeza furaha kwa yatima. Sema sasa leo, nimepatwa na mambo na jambo langu nalielekea zito hili, ngoja nitafute nyumba moja ya mayatima nipeleke kitoyo leo, wale samaki hawa, nenda pale kwa sokoni kwa khatibu, nenda kwa nani. Ukifika sokoni, toa elfu nne tu, chukua mafungu mawili, elfu mbili mbili, mafungu mawili ya elfu nne Halafu chukua tena, siri yako usitangaze, toka mdogo mdogo. Ukifika, jamani, hodi, sadaka yenu, tena nimepewa na mtu mzigo wenu. Ah, mika nipa tu, mtu anambia nyumba hii hizi na nyumba fulani, kumbe ni wewe wewe. Kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu sadaka ya kufichwa Mwenyezi Mungu anaipenda mno, na kaweka kivuli kwa watu ambao watakuwa wanatoa sadaka kwa kuficha. Alladhi tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, ambaye anatoa sadaka anaificha. Hata la taalamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hadi mkono wake wa kushoto haujui kilichotolewa na mkono wa kulia. Hiyo ni lugha hiyo ni fasihi Mwenyezi Mungu, mkono wa kushoto kwamba haujui kilichotolewa mkono wa kulia, maana yake ni kwamba hata mtu wa karibu, pengine mke wako, hajui kwamba wewe umewalisha mayatima siku ile. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, atakayesimama kuitatua haja ya mwenzake, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala atasimama kumtatulia haja yake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala pia katika aya hii anamtambulisha mtu ambaye ana tabia ya kuwasukuma mayatima, ya kuwaacha mkono mayatima, ya kuwadharau mayatima, ya kuwasumbua mayatima, ya kuwatesa na kuwaonea na kuwadhulumu mayatima, ya kwamba hawa ni katika watu wenye kukadhibisha. Siku gani? Siku ya siku ya malipo. Anakadhibishaje? Hivi huyu thamani yote aliyompa Mwenyezi Mungu yatima, bado anamdharau maana yake huyu hajaitambua siku hiyo, ndio maana akaikadhibisha.